naye akamwambia, mimi sio Josephu. Na akamwambia wewe ni Josephu, lakini ulipata bahati na haukuitumia. Kwa ukweli, ulidanganya Maria, mkaenda kanisani mkafunga ndoa, na wewe ulikuwa umeficha bibi mwenzangu. Aliamini mimi ni wana tano na bibi, mimi nifanye kazi kwa Mungu. Kwa hivyo, Yesu ulimbatisha mwaka gani? Wewe inja Galilaya ya Bethlehemu, alikuja alikuja Yerusalemu, akabatizwa na Yohana, mimi